Novemba 24 na Novemba 27 pamoja na Novemba 28, eh, wapima ardhi watakutana pale Morogoro kwa ajili ya kufanya mkutano mkuu. Watakutana wakiwa na wadau mbalimbali mbali wa masuala ya ardhi, ukiwemo wewe, kwa sababu ukiwa ni mmiliki na mtumiaji wa ardhi ni sehemu ya wadau wa ardhi. Tuenda kulizungumza hilo, lakini pia kupata elimu kubwa zaidi Eh, ya kuondoa migogoro ya ardhi ambayo tunayo katika jamii zetu na migogoro ambayo huwa inatusumbua sana sana. Tunao hapa wapima ardhi lakini, eh, hawa ni viongozi wa wapima ardhi wengine. Naam. <laughs> Tunaye Simon Joakim Chuwa ni makamu wa rais, taasisi ya wa wapima ardhi Tanzania. Karibu sana Simon, lakini pia tunaye Dkt. Elifurahi Saria ni mjumbe wa baraza na mjumbe wa baraza la taasisi ya wa wapima ardhi Tanzania na sana, Sante. Sante. Uh, ni mhadhiri wa chuo kikuu. Karibu sana Dkt. Elifurahi. Asante sana. Moja kwa moja tunatamani kufahamu huyu mpima ardhi ni nani hasa? Asante. Mpima ardhi ni mwanataaluma anayehusika na upimaji wa ardhi anayopima ardhi kwa usahihi anachukua vipimo vya ardhi kwa usahihi, mm. Kwa matumizi ma, mbalimbali. Mfano uh, upimaji wa viwanja. Mm. upimaji wa barabara, upimaji wa kwenye anga, upimaji wa majini, upimaji wa mipaka ya nchi, upimaji wa mikoa na wilaya mbalimbali. Kwao ni mwanataaluma anayehusika na upimaji wa ardhi na kuweka records za upimaji. Sawa sawa. Okay. Na, na ni mwaka huu mwanzoni ama katikati wa, mlikuja na ule i e ardhi yes. ku, yani kuhifadhi data za ardhi kielektroniki mm. Ndicho ambacho mnatumia kuhifadhi data bila shaka kwa sasa hivi. Yes, kwa sasa hivi uh, serikali kupitia Wizara ya Ardhi mm. wa wow. Tu zamani tulikuwa tuna ukishapima ardhi au tukishachukua hizi kumbukumbu za ardhi mm. Tukuwa tunaweka kwenye mafaili kwa, ukitaka kuomba kumil, edha kumilikishwa ardhi unatumia mfumo wa makaratasi, kwa maana unaweka zile taarifa kwenye makaratasi mm. Lakini kwa sasa hivi kutokana na teknolojia ilivyokuwa na sisi pia tumebadilika mm. Kwa mfumo sasa hivi unaotumika kuhifadhi taarifa za ardhi kuanzia mwanzo unavyoanza kuandaliwa mpaka mwisho unavyoenda kumilikishwa, ndo sasa tumeingiza kwenye mfumo wa kidigitali unaitwa e-ardhi. Okay. Nyuma kuwa kuna mfumo ambao uliandaliwaga unaitwa ILMIS, lakini ulikuwa haukidhi vitu vingi lakini sasa hivi huu mfumo wa ardhi ambao serikali kupitia Wizara ya Ardhi wameweka maana yake unahusisha kuanzia mwananchi mpaka watoa huduma kama sisi wataalam na wale wa serikali, kwa maana wenye mamlaka ya kuidhinisha zile nyaraka. Kwa hiyo kuanzia mwananchi, sisi wataalam, mpaka serikali, kwa maana mamlaka ya serikali za mtaa na Wizara ya Ardhi, kwa wote wanahusika kwenye ule mfumo kwa maana ya kuzichakata na kuzihifadhi. Okay. Uh, tumefahamu uh, kwa, kwa, kwa kina kuhusu uh, nani mpimaji ardhi na mifumo inayotumika pia uh, kuchakata uh, zoezi zima la, la, la, la upimaji wa ardhi, lakini nje ya majukumu ya kupima ardhi Yapi majukumu ya mpima ardhi? Naam. Ah, nje ya majukumu ya mpima ardhi, kuna kazi kubwa tu ya kuelewesha jamii kuhusu ni jinsi gani ya umiliki wa ardhi, nikiwa na maana kwamba mtu akikumiliki ardhi sio tu ameona eneo lake kwamba mipaka anaiona hivyo anaijua, lakini pia kuna taratibu ambazo zinatakiwa zifuate za kiserikali ambazo ni kuotesha kama tunasema ni mawe, watu wanasema ni mawe lakini zile beacons kuonyesha ile mipaka, ni kumwelewesha mtu ni jinsi gani alivyo na ile right ya umiliki wa ile ardhi, na pia ile ardhi iweze kumletea pia ye, kama yeye kipato na iweze pia kuiletea tena serikali pia kipato. Pamoja na hayo pia ni, ni matumizi pia ya infrastructure nyingine kama barabara kama umeme hakuna umeme wote unaweza kuwekwa au, au laini yote umeme inaweza kuwekwa bila mpima ardhi. Mpima ardhi ndio wa kwanza kupita aonyeshe kule ambako inapita, kama kuna mabonde na milima ndio uh, tuweze kudesign na kuweka zile nguzo za umeme zipite kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo kule inakopita pia ni kuwaelewesha wananchi kwamba lile ni eneo la TANESCO. Sasa kwa hiyo uruhusiwi kuruka hichi kijingi hiki ukaja upande huu wa ndani, sio wa kwako. Na pia kwenye maeneo mengine kama ya migodi kuna maeneo mengine pia kama ya mbuga za wanyama. Kuna tumeshasikia kama kuna wananchi kuna wakati wana encroach wanaingia kwenye mbuga za wanyama mm. E, sasa ili kumwelewesha kwamba ili hapa ni mwisho wako wewe mwananchi, ni lazima umwekee alama kwenye, ukiweka kwenye katasi pia haitoshi, lakini ukimwekea alama pia kwenye ground pia, ukamwambia usiingie huku, huku sio kwako, na pia kwenye mipaka ya nchi pia, ila ila hilo aliwezi kutokea kwa wanyama. Mnyama, ana... <laughs> mwezi kuambia kwamba hii ndo alama yenu msiende huku. Mnyama anaruhusiwa kuenda kule kwa wananchi, lakini tuna wale ambao ni ndo wana protect kule kwa wanyama, wanajaribu kuwarudisha, kwa sababu lile mnyama hana ile akili ya binadamu ya kuweza kujua huu ni mpaka, kwa hiyo abaki. mm. kwa hiyo kama kuna kitu anakiona ni kizuri kule kwa wananchi anaenda, ndio maana tunapenda kuweka mpaka kabisa mkubwa ambao kutoka kwenye mbuga mpaka kwa wananchi kuwe na kaumbali fulani ambako akataweza kuingiliana ku, lakini kwa Tanzania sasa inakuwa ni ngumu e, kuwaelewesha watu kutokana na kama eneo lenyewe ni potential sasa ni, ni zuri, mtu kumwambia kwamba acha e, hatua hizi uachie mbuga, inakuwa ni ngumu sana kwa serikali kuweza kumonita okay. Gusia pia mipaka ya, yeah. Yeah, mipaka ya nchi kwa kweli mara nyingi tunatoa mfano kama tuseme kama mbuga ya wanyama ya Serengeti imeungana na mbuga ya wanyama ya Kenya ambayo inaitwa ni Masai Mara. hmm. Bila kuweka zile, zile alama za kwenye ardhi, ni eneo moja, unaweza ukatoka Kenya, kwa hiyo mnyama anaweza naona zile wanasema kuna migration, mnyama anatoka Kenya na kuja na mwingine anaingia. Sasa sisi kwa ajili ya kuprotect, tupate mapato yetu kama nchi ni lazima tuhakikishe kwamba zile alama zinawekwa kutokana na ile mipaka ya nchi mm. kwa hiyo kama anakuja mtalii kwa kupitia Kenya akiruka ule mpaka, huku inabidi atulipe fedha zetu zile za kuingilia kwenye, okay, kwenye, eh, kwe, kwe akivuka kutoka kwenye taifa lingine eh, eh, eh, kama ameona kama kuna simba ule pande wa kule wa pili, alafu mm, anataka ku, kuenda kuona kule, hata ruhusiwe mpaka alipe zile, zile fees zetu kuingia huku kwetu, au sio, aje aone afu ndo alipie. Maana anaweza yani akiruka akiruka, sisi za kulipia zikakuta simba kashaondoka. Sasa ndo nasema kwamba lazima jamii ilielewesha na wale wa Kenya, walielewesha wale ambao ndo wanaongoza watalii. Kwa hiyo akikuta lile jiwe pale, anamwambia bwana, huko sio kwetu. Kwa hiyo kama unataka kwenda kule, japo simba ile pale, lazima turudi kwenye ofisi zile za Tanzania tukalipie, alafu ndo tukaende, mkirudi simba hayo. Simon, mwanzo pia uligusa kwamba mnapima mpaka mipaka sehemu za maji mm. au hadi bahari hii mm. imekaaje hii? Dokta anaweza ah, kaelezea vizuri ni mbobezi mm -hmm. kwenye hilo ah, nitoe tu mfano mmoja yeah. Tunaona Zanzibari wanapata umeme lakini hatujaona wanapata umeme kupitia huku bara mm -hmm. lakini hawajawahi kuona nguzo inaenda kule mm. Zanzibar ni kweli, zile nyaya zimewekwa wapi? Zimewekwa baharini, zikalala kule chini. Sasa tumeona zimewekwa wapi? Lazima tujue topography ya bahari. Okay. Wapi tutaweka zile nyaya lizi lisije zikapata tatizo lolote lile, hata mm. meli zinavyopita kwenye bahari mm. si kwamba zinapita tu, kuna zile tunazoita ni, ni, ni charts, zile zinatokana na jinsi ambako um, bahari zile um, topography ya bahari iliko. Kwa hiyo tunaipa tunawapa tuna, tuna wale watu wa wa, wanaoendesha zile meli kwamba utapita hapa ukipita huku meli itajigonga kwenye mwamba. okay. E, na pia kuna kazi nyingine pia, unaona kama ukienda kiga, kama unaenda Kigamboni unaona pale kuna meli inapita mm. lakini pale kina kilikuwa kidogo, ni lazima tutengeneze ile topografi ya kule chini tuweze kujua ile draft ya meli. Meli inatoa ni draft labda ya mita 15 inaingia baharini, lakini kina cha bahari pale ni kidogo kwa hiyo inabidi tutengeneze topography afu tuje tuwalete maengineer waweze kufanya dredging kuondoa ule udongo wa pale ili kutengeneza draft kubwa ili meli iweze kupita ndio. mm -hmm. Maana wakati meli inaingia. mm -hmm. Unaona kuna meli nyingine ndogondogo za huku pembeni zinamwambia kwamba usije uka, uka, ukasogea huku utagota. Kwa hiyo, mm -hmm. unakuta zinamuongoza zina mpaka anaenda kule bandarini. Okay. Ile kazi yote ile ni ya wapimaji. Nice. Yeah. Kwa hivyo. Okay. Kazi yenu ni kubwa sana. Hakika na, na, na, si, na, sio tu vile ambavyo ipo katika vichwa vya watu kwamba mpima ardhi atanipimia shamba langu na kiwanja changu, basi itakuwa tumeishia hapo, no. Lakini kama hizi eh, mm, kazi zinafanyika uh -huh, na, na vyote hivi vinaendelea uh, kabla, kabla tujaenda hasa kwenye swali langu, tuongelee kwenye anga. Kuna wakati tunasikia tumezuia au nchi fulani imezuia wasipite kwenye anga anga letu Mnapima mpaka anga uh, ukiona ndege inavyoruka mm -hmm. inakuja, unajua siku hizi ndege nyingi ni automated, kwa hiyo mm -hmm. ule uwanja wa ndege unajulikana mahali uliko, na, na ndege inakopita inajulikana mahali iliko mm -hmm. inakopita, kwa hiyo bila vile ungekuta ndege zinagongana huko huko angani, kwa hiyo mm -hmm. wakati wote ni, ni kwamba lili, ili anga letu, ili ndege iweze kupita ni lazima tuweze tuwape ile route ya kupita mm -hmm tuwape na, na position ambako ule uwanja uliko. Yeye akija tu anajua kwamba uwanja uko sehemu fulani. Kwa hiyo anafuata zile route kule kwenye ile screen ya ndege, okay. Kwa hiyo anafika pale, anajua kwamba sehemu gani ya kutua, anatua kwenye ule uwanja huo. Ni upimaji na upimaji mm, ardhi ni kwamba upate yale majira ya nukta mahali uliko na pia uweze kujua umbali kutoka usawa wa bahari, okay. kwa hiyo hata ndege ikiwa natua nakuta wanasema 150 ndo anatua mm. Sasa anajuaje? Ni ile altitude kutoka kwenye usawa ule wa, wa uwanja au kutoka usawa wa ardhi okay. Na hiyo ni mpimaji ndo anaitoa sasa okay. Simon, na Monica, kuna haja sasa mjibadilishe, msio tu wapima ardhi, mnaingia baharini, mnaingia angani ah, wote ni wapima ardhi kwa kimsingi mm. wo, yani kazi zote zinazofanywa na wapima ardhi mm. ni taaluma i ni taaluma ya upimaji ambako tunahusika na tunazungumza. Maendeleo endelevu yoyote yanayofanywa katika nchi hii, hakuna maendeleo endelevu yanayofanywa bila mpima ardhi kuhusika. Kwa maana ukizungumzia kama hivi tumezungumzia miundombinu ya barabara, ukiangalia kabla mradi wa barabara hauja haujapangwa, hmm. sisi lazima tupite tuandae ramani za msingi za kuwapa za kuwapa maengineer ndo wana design kutokana na ramani ambazo sisi tumewapa zile ramani za msingi. Baada ya kudesign, bado sisi tutarudi tena. Tutaanza kuwaonesha mahali sahihi kwa vipimo sahihi barabara inakotakiwa kuwepo, na ndio maana hata ukipita kwenye mabarabara huko utaona kuna wapima wako vifa, mbali mbali wana, wana na vifaa mbalimbali wanasaidiana na maengineer na wataalamu wengine. Kwa sisi tupo mwanzo na bado tupo kwenye utekelezaji wa mradi. Ukija kwenye kilimo ni hivyo hivyo. Kwenye hivi vilimo vya kisasa mm, bado uwezi kufanya kilimo cha kisasa bila kuwa na mtaalamu wa upimaji aanze kukuandalia mazingira mazuri, kuandalia ramani ya msingi ambayo itakuwezesha itampa yule anayetengeneza plani ya kile kilimo ili kuweza kuonesha mwinuko na mabonde kama alivyosema daktari. Okay. Sasa ile ndio inayomwezesha mtaalamu kutengeneza mpango kabambe mzuri wa utekelezaji wa kile kilimo kwa. Okay. Ukija kwenye majengo ni hivyo hivyo, architect hawezi ku-architect mzuri, lazima design ramani yake kwa kutumia vipimo vya mpima, lazima apate ramani ya topographic map ili imwezeshe yeye kudesign uj... jengo lake kwa usahihi na kwa ufasaha kwa hiyo tunazungumza maendeleo yote endelevu ya nchi hii anza anahusika ni mpima ardhi okay. Mtu, mtuweke sawa kidogo hapa, ipi tofauti kati ya mpima ardhi na, na, na watu wa mipango miji? Mipango miji nayo ni taaluma nyingine okay. sisi tu, kwenye elimu kwenye, kwenye, tunaopewa chuo cha ardhi kuna sisi tunaitwa wapima ardhi kuna course inaitwa geomatics na wale wanaitwa urban and regional planning wale wana design, wana kutokana baada ya sisi kuwapa ramani ya msingi tukishawapa, wao ndo wanatengeneza mipango mji na mpango kabambe mwingine master plan. uh -huh. hizi master plan wana kazi nyingi ambazo nao taaluma yao inafanya lakini uh, vyote tunashirikiana, okay. Ta taaluma hizi mbili ni sister and brothers. Kwa kuwa kuna mahali ambako sisi tukisha design tukishatengeneza ramani ya msingi tunawapa wanaandaa Uh, town plan, au master plan. Kwa, kwa kisha yanda, wanaturudishia tena sisi, sisi ndo tunakuja kupima kuweka ardhini vile vipimo. Kwa hivyo tukishaweka vile vipimo ardhini, ndo hivyo tunakuwa kama tunazungumzia viwanja, ndo tunaona sasa viwanja ardhini lakini wale wanaandaa town, mpango mji, baada sisi kuwapa kwanza ramani ya msingi na baada kwa kuandaa basi ndo sisi tunakuja tunaeka vile vipimo ardhini. Sasa kabla mm, hatujaenda sasa kuzungumzia mkutano mm, mm, kumekuwa na changamoto nyingi za ardhi hapa nchini mm, tatizo ni upimaji kwa, kwa, kwa maana ya watu wengi hawapimi ardhi wanazozimiliki mm, au kuna tatizo lingine, na kama tatizo ni upimaji nini kinatakiwa kufanyika? Ha, unajua migogoro ni mtambuka unapozungumzia mm, migogoro ni mtambuka kuna migogoro ambayo aidha inasababishwa na kosa elimu. Kuna migogoro inayosababishwa aidha na interest binafsi. Kuna migogoro ambayo inasababishwa kweli labda na hii kutokupanga na kupima mm. umeelewa? Kuna migogoro ambayo inasababishwa na mambo mbalimbali kama ho tukizungumzia ya wafugaji na wakulima, umeelewa. Lakini tukija kwenye hii ya, ya, ya ardhi kwa maana ya kupanga na kupima, siku zote kwenye ardhi ambayo imeshapangwa na kupimwa, ukikuta migogoro ni kwa asilimia ndogo sana nice. na, na na ndo lengo kuu la hata la serikali kwamba malengo makubwa hata sasa hivi ukiangalia kwenye hotuba ya Mheshimiwa juzi ya Bunge, ukiangalia kwenye dira ya maendeleo ya taifa mm. Ukiangalia kwenye dira ya, ya maendeleo ya miaka mitano mm. Ukiangalia kwenye ilani pia ya chama tawala. Vyote sasa hivi wameweka mkazo kwenye kupanga na kupima nchi nzima, lengo kuu ni kutaka kutatua migogoro, wananchi waishi kwenye nchi ya amani na utulivu okay. Ambapo hapo uh, tumeona sasa ndiyo chanzo cha migogoro mingi uh, ya ardhi hasa kwenye upande wa zile ardhi ambazo hazijapimwa. yes. okay. Wakati huo ambapo tunasubiri pengine utekelezaji huo uh, mm. wa maendeleo ya, ya, ya, ya, ya dira mm. yatekelezwe, nini mngependa kushauri kabla ya kwenda kwenye mkutano kikubwa? Ambacho tungependa kushauri sisi ni kwamba kwanza mtu mmiliki wa ardhi aipende kwanza ardhi yake akishaipenda ardhi yake kuna gharama ndogo ndogo tu ambazo unakuta zina. Sisi kama wapimaji tunapenda wale wananchi wajitolee ili waweze kupimiwa ile eneo lao. Unajua, upimaji wa ardhi kama ikiwa ni kipande kimoja itagharimu gharama kubwa sana, kwa sababu lazima uje na vifaa vyako, lazima kumlipa yule mpima ardhi. Yeah. lakini wakiwepo wananchi wengi tuseme wamefika wananchi elfu moja gharama kama ilikuwa ni milioni moja kwa kiwanja kimoja itafika hata laki moja na kadhaa au laki mbili na wakiwa, wakiwa wengi wakatoa ile gharama na wote wakatoa kweli kwa pamoja, ardhi inapimwa vizuri kabisa. Lakini watu wengi sasa wameachia ile ardhi ipimwe na serikali. Sasa serikali ina mambo mengi ya kufanya, kuna wagonjwa, kuna mambo mengine ya kiserikali na ardhi yenyewe Tanzania ilivyo kubwa mm. Sasa ukisema serikali kupimie tena inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo migogoro kwa maeneo kama hayo ni ile kuwaelewesha wananchi wajue kabisa kwamba hii ardhi ni ya kwako, inatakiwa oh. ugharamie kwa kiasi fulani ili kupunguza, um, hiyo hi he, migogoro. Lakini sambamba na hilo mm. uh, ukiangalia nchi zetu zilizoendelea let's say ukizungumzia nchi kama Marekani mm au ukienda nchi nyingine, unajua, kwa mfano hii nchi, sisi tunajaribu ku tunajipima kutokana na nchi nyingine. Sisi ukiangalia Marekani mfano, Marekani wao walivyoingia, ukiangalia rais wa kwanza kabisa wa Marekani alikuwa ni mpima ardhi okay. Kifuatilia historia mm -hmm. na yeye kazi aliyofanya kubwa ya kwanza ni kuhakikisha Marekani yote inapimwa yote kwanza, yani kwanza ilikuwa imepimwa sasa hapa Tanzania nadhani tuna ni, ni swala tu la priority. Nchi kama nchi tuipe tuweke priority kipa kwenye upi, upangaji na upimaji wa ardhi ya nchi yani. Unajua priority ya kwenye, ya, ya serikali bado kwenye ardhi ni kama kipaumbele cha saba au cha nane huko, yani hatupewi kipaumbele, lakini siku uh, ikipatikana tumepewa, uh, ya wizara ya ardhi inapewa kipaumbele kwa maana ihakikishe inapanga na kupima kila kipande cha ardhi kama ilivyoandikwa kwenye dira ya taifa mm. Na kama walivyoweka kwenye mipango yote, kama itatekelezwa ipasavyo, hatutaishi kwa amani na utulivu sana, hatutakuwa na hizo changamoto za migogoro ya ardhi, na hata mapato ya serikali yataongezeka maradufu. Ni ile tu, kuna jinsi ambavyo haoni hiyo engo Yani hiyo engo siku ikionekana mm. jinsi ambavyo ardhi ikipangwa na kupimwa na jinsi itakavyozalisha itakavyozalisha fedha nyingi kwa serikali, siku akiona hiyo engo ah. Tutaishi kama paradiso. Ndio miongoni mwa majukumu yenu kuwakumbusha na, na, na, na kuwahimiza serikali mm. kwa yale ambayo wa, wa, wanayasubirisha wana mm. ili waweze kuyafanyia kazi kwa, kwa wakati na kuongeza mapato kama hivi ambavyo mmeshauri mm. Mnaenda na, na kauli mbiu mpima ardhi ni daraja linalounganisha ajenda za maendeleo ya taifa mm-hmm. Nini hasa mnaenda kukifanya uh, Novemba 27 na 28? Asante uh, Novemba 27 na 28 wapima ardhi wote Tanzania tutakuwa Morogoro, Kit Hotel, na kauli mbiu yetu ndo kama ulivyoisema, mpima ardhi ni daraja la ajenda za maendeleo ya taifa mm-hmm. Ni, ni, ni tutakuwa tunawasilisha mada mbalimbali mbali, kuonesha ni jinsi gani mpima ardhi ni daraja ni ajenda maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tutakuwa na wawasilishaji mbalimbali ambao wameshaandaliwa, watakuwepo ambao watatoa hizo uh, mada, lakini pia tutajikita sana pia kwenye mambo ya teknolojia, kwa maana ni namna gani ambavyo tunaweza kutumia teknolojia tulizonazo, tunaweza tukawa daraja kwa wengine, kwa maana infrastructure, maji, umeme. Tutaonyesha ni namna gani tunaweza kuwa daraja kwa maendeleo haya ya taifa. Kwao tutakuwa Morogoro kwa siku mbili na tutapata hizo mada, lakini pia tunashukuru wakati, uh, tunafanya maandalizi ya mkutano huu, uh, baraza likuwa bado halijaundwa Kwayo, na, kwa hiyo tulikuwa tumesha mwomba katibu, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi atakuwa mgeni rasmi Blus Kabemela kwa na alikuwa ameshakubali, kwa tunaamini wizara kwa ujumla kuanzia uh, ofisi ya waziri, naibu waziri, katibu mkuu na naibu katibu mkuu nao watashiriki pamoja na sisi. Waliahidi watakuwepo mwanzo mwisho, siku ya kwanza na siku ya pili. Wanataka kuelewa kwa kina, ili na wao waweze kuchukua yale ambayo tutakuwa tunawasilisha, waweze kufanya utekelezaji kwenye serikalini. Sawa sawa. Uh, ni jambo kubwa na jambo ambayo mmekuwa mkilifanya kwa kila mwaka, pengine kwako kwa Dokta, uh, unadhani umuhimu wake ni mkubwa kiasi gani ili hawa viongozi waweze kufika na waweze kuja kuwasikiliza? Um, wizara yenyewe kuweza kusimama mm. Inasimama kus, ina kutokana na profession jinsi ilivyo jinsi wapima ardhi wanaweza kujitoa kwa ajili ya, ya maendeleo ya taifa. Sasa ili sisi tuweze, ili uh, wizara yenyewe iweze kupata sasa wale wataalamu mm. Ni, ni vema na wenyewe wakawa wamehusika kikamilifu, wizara yenyewe ikahusika kikamilifu kuona, kuona zile mada maendeleo ambayo yanaende yaliyopo ya, ya kwa sasa na ni, ni wapi tunakoelekea, na pia katika mkutano pia tuna yale maonyo ambayo tunayatoa tuna ambayo yanatokana na, na watu ambao sio ethical okay. e, kama mimi ni mwalimu hawana maadili, maadili. Mm -hmm. Kwa sababu uh, migogoro ya ardhi pia inaletoka na watu ambao hawana maadili mm -hmm. Kuna mtu unakuta yeye sio mpima ardhi, lakini kwa sababu ameshafika fika kwenye ofisi za ardhi akajua jua vitu anaye akadanganya huko kwenye mitaa analeta ujanja ujanja analeta ujanja wake. Sasa kuna mpima ardhi alikuja kutupimia hapa sasa. Kitu kama hicho ndio kitu ambacho uga na sisi tunawaaleti watu wa, wa, wa wizara na wenyewe waje kwa ajili yaweza kupata ni jinsi gani kuweza kusimamia hii tasnia yetu, ili huko nje pia isionekane na na ile image mbaya, na pia na, na wizara na wenyewe ku, ku, kuweza kushirikiana na sisi kwenye maendeleo ya ya taifa na ya profession kwa ujumla. Sasa, okay. Dokta, sisi tuwashukuru sana na tuwatakie kila laheri katika mkutano wenu ambao mtaufanya pale Morogoro. Oh, bila kwa shaka kwa ramani ya Afrika Mashariki ilivyo mm atu nadhani -hmm. tuna tunawahitaji nani, wapima ardhi, mthibitishe kauli ya rais wa, wa Uganda anaitwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dkt Elifurahi Saria, mjumbe wa baraza la uh, Taasisi ya Wapima Ardhi Tanzania na mhadhiri uh, wa chuo kikuu cha ardhi. Asante sana dokta, nashukuru sana lakini pia tulikuwa naye hapa Simon uh, Joakim Chuwa ni makamu arrest, uh, wa rais taasisi ya wapima ardhi Tanzania. Karibu sana Simon kwa wakati mwingine. Tumezungumza mengi, lakini yote ni kuhusu upimaji wa ardhi na kuwafahamu zaidi hawa wapima ardhi. Uh, yote kwa yote, usisubiri mpaka serikali ije kupima uh, ardhi ambayo wewe unaimiliki kama vile ambavyo ulitoa fedha ukainunua na kwa kuona umuhimu kwamba naihitaji ardhi hii, vivyo hivyo watafute wapima ardhi, pima ardhi yako mapema, aa, kuwa na taarifa zilizo sahihi ili uepukane na migogoro ambayo haina ulazima. Bila shaka imenyooka.